kwanza tuanze na muktasari wa habari yetu siku huu rais samia ahitimisha ah, bunge la 12 safari ya treni mzigo kutoka dar es salaam kwenda morogoro dodoma yaanza rasmi leo Rais wa Kenya William Ruto asema wanaomtaka ondoke wampe njia mbadala wa hoja. Na uwanja wa New Amani Complex uko tayari kwa mchezo fainali wa kombe la shirikisho CRDB. Namna hiyo na ndivyo ambavyo pia tunaanza habari yetu kuu mersi kabisa, tukiwa tumetoka kusikiliza hotuba ya rais Samia Suluhu Hassan ambapo amehitimisha bunge la kumi na mbili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuainisha mambo yaliyofanywa na serikali katika kukuza uchumi na kuleta maendeleo ya taifa. Akihutubia umma kupitia bunge hilo, Rais Samia ametumia muda mrefu kueleza kuhusu ukuaji wa deni la taifa ambalo amelichanganua mlolongo wake kulingana na deni alilolikuta, mkopo aliochukua na namna deni hilo linavyoendelea kulipwa. Bunge lenyewe linatarajiwa kuvunjwa Agosti tatu mwaka huu. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Mei 2025 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni uh, 107.7. Kati ya deni hilo, deni la nje ni shilingi trilioni 72.4 na deni la ndani ni shilingi trilioni 34.76. Kuongezeka kwa deni la serikali kumetokana na sababu mbalimbali, mojawapo ni kupokelewa kwa fedha za mikopo mipya zamani ambayo mikataba yake iliingiwa tangu serikali za awamu ya nyuma kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ni vyema, <coughs> ni vyema tukafahamu kuwa mkopo unaweza kusainiwa leo lakini fedha husika zikaanza kupokelewa baada ya maandalizi ya mradi kukamilika na mradi kuanza. Hivyo ili liwe deni au mkopo huo uingie kwenye deni la serikali, ni lazima serikali iwe imepokea fedha hizo, huduma au vifaa tulivyokubaliana. Hivyo ni vyema wananchi wakaelewa kuwa katika awamu ya sita, pamoja na kusaini mikopo mipya, lakini pia tumeendelea kupokea fedha za mikopo ambayo ilisainiwa katika vipindi tofauti, na kuongeza kiasi cha deni la serikali. Kwa mfano, awamu ya sita imepokea kiasi cha shilingi trilioni 11.3 ikiwa ni mikopo iliyosainiwa na awamu zilizopita. Sababu nyingine ongezeko la deni la nje ni kuimarika kwa dola ya Marekani dhidi ya shilingi ya Tanzania. Mheshimiwa Spika, kuhusu mwenendo wa ulipaji wa deni la serikali penda kutaarifu kuwa malipo ya deni la serikali yamekuwa yakiongezeka kutoka shilingi trilioni 8.22 mwaka wa fedha 2021 hadi kufikia makadirio ya shilingi trilioni 14.20 kwa mwaka 2025 2026. Ongezeko hili ni kutokana na kuiva kwa mikopo ya muda mrefu na mikopo yenye masharti ya kibiashara iliyokopwa katika awamu zilizopita kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu matukio ya watu kupotea. Kwa mara ya kwanza, Rais Samia amelizungumzia hilo katika hotuba yake, hasa katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu, pamoja na ukomeshwaji wa vitendo vya rushwa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa jeshi la polisi, tumeendelea kuliimarishwa kwa kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza miundombinu ambapo vituo vya polisi 472 vimejengwa hadi ngazi ya kata na shehia. Halikadhalika, tumeboresha makazi ya askari na kununua vitendea kazi ikiwemo magari na pikipiki kwa ajili ya kazi za utawala na operesheni. Aidha, askari wapya 16 elfu wameajiriwa, huku maofisa wakaguzi na askari elfu kumi mia tatu sitini na tatu wakipandishwa vyeo. Natoa pongezi kwa jeshi la polisi, pongezi nyingi kwa jeshi la polisi kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya. Jambo ambalo bado hatujafanikiwa vya kutosha ni ajali za barabarani. Lazima nazo tuendelee kuzitafutia mwarobaini wake. Aidha, nalielekeza jeshi la polisi kuongeza jitihada katika kukomesha matukio ya watu kupotea, na mlifurahi sana mlipomwona mkurugenzi <laughs> mkuu wa kupambana na rushwa na hata ni saa, kwa kuwa rushwa ni adui wa haki na ni kikwazo kwa maendeleo. Serikali imeongeza nguvu kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Jitihada hizo zimeiwezesha Tanzania kushika nafasi ya pili katika ukanda wa Afrika Mashariki na kushika nafasi ya kumi na nne kwa nchi za Afrika kwenye mapambano dhidi ya rushwa, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ya taasisi ya Transparency International ya mwaka 2024. 20. Katika kipindi hiki tulidhibiti na kuokoa kiasi cha shilingi bilioni mia mbili na 11 milioni mia tisa na kuzirejesha serikalini kupitia operesheni mbali mbalimbali za uchunguzi wa tuhuma za rushwa. Aidha, mali zenye thamani ya shilingi bilioni 35 milioni 688 za zikijumuisha nyumba viwanja na magari na fedha taslimu shilingi bilioni 1.17 zilitaifishwa. Naam, kabla ya hotuba hiyo, rais Samia Suluhu Hassan aliingia bungeni kuhitimisha bunge hilo kwa heshima zote, akiambatana na wageni wake. Mapema rais Samia Suluhu Hassan alipoingia bungeni alipata gwaride maalum la heshima la jeshi la polisi, ndani ya viunga vya bunge. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mbele yako ni gwaride rasmi lililoandaliwa kwa heshima yako. Dkt Samia alipata wasawa kulikagua goride hilo akisindikizwa na mkuu wa jeshi la polisi nchini Kamilus Wambura, na alipokamilisha ndipo aliingia ndani ya ukumbi wa bunge. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muda wote huu Rais Samia amekuwa akisubiriwa na mwenyeji wake spika wa bunge la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania dr Tulia Ackson akimkaribisha ofisi ya spika iliyopo ndani ya ukumbi wa bunge. Ndani ya ukumbi wenyewe pamoja na wageni wengine, ameshiriki pia rais dr Hussein Ali Mwinyi wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, makamu wake wa pili Muhamed Abdullah Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju, Suleiman Amir spika wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, na spika wa bunge la Afrika Mashariki Josephat Ntakirutimana, rais mstaafu Dr Jakaya Kikwete, waziri mkuu mstaafu Frederick Sumae na Peter Mizengo Pinda. Wengine ni spika mstaafu wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania Anne Makinda, Stephen Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Dr Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na mgombea mwenza wa Rais Samia Suluhu Hassan. Ivona Kamuntu, Azam News. Nam, katika maeneo mbalimbali pia waandishi wetu wamekuwa wakifuatilia na kuzungumza pia na wananchi munehuu, tuungane na Innocent Alois kutueleza yale ambayo wananchi wameapokea kutoka kwetu katika hotuba hiyo ya rais bungeni. Karibu sana Innocent na utujuze. Asante uh, sana uh, midiwe kifupi ni kwamba kama ilivyo maeneo mengine watu wamekuwa wakifuatilia hotuba, lakini shughuli rasmi ya kuvunja bunge la kumi na mbili uh, na hapa nilipo ni katika jiji la Mwanza, lakini pia nimekutana na baadhi ya watu ambao walikuwa wakifuatilia hotuba hiyo. Kushoto kwangu yupo uh, Bitulo Kazeli, hebu karibu hapa, hebu tupitishe hotuba uh, ya Mheshimiwa Rais. Umesikia kwa namna gani? Unadhani imekata kiu ya Watanzania katika yale ambao walikuwa wanatarajia kuyasikia? kuyasikia uh, leo tumemsikia Raisi ambaye kwa sura 4 Rais kama kiongozi wa serikali, rais kama mkuu wa nchi, rais kama mbunge na rais kama mwenyekiti wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, ametoa tathmini ya shughuli ambazo serikali yake aliyoiongoza ambayo alichukua kutoka kwa bunge la kumi na mbili ambalo lilianza na raisi marehemu Magufuli na spika Ndugai na limemaliza na Rais Samia na spika Tulia. Tumeona jinsi bunge lilivyomsaidia kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, ahadi zote alizozitoa kutoka usalama wa nchi. Tumeona kazi jinsi alivyosaidia vyombo vyote vya ulinzi na usalama, uwekezaji mkubwa alioweka tumeona alivyoweka nguvu kwenye miundo mbinu na tumeshuhudia juzi daraja la Busisi linafunguliwa, sasa watu wanakwenda wanavyoenda. Tumeona juhudi kubwa alizoweka kwenye miradi ya a, maji, tunaona usaidizi mkubwa alioweka kwenye kilimo, lakini tumeona jitihada kubwa zilizofanya kuboresha utoaji wa haki, uwekezaji kwenye muhimili wa mahakama. Tumepata tume leo maelezo ya kitu ambacho kimekuwa kikisumbua watu wengi kuhusu deni la taifa. Tumeona maelezo ni kwa nini limefika hapo lilipo leo, ni kwamba si hela zilizotapanywa, ni hela zilizokuwa zikihitajika kwa ajili ya miradi ya maendeleo ili kuipeleka Tanzania kule inakotakiwa kwenda, na maneno matatu ya muhimu sana amesema anataka. Asante sana ni maeneo gani ambayo kwako unaona kwamba yamekugusa na ndio ilikuwa matarajio ya wengi? Uh, shida kubwa ilikuwa, kelele kubwa ilikuwa kwenye deni la taifa, na shida nyingine kwa upande wa wapinzani na watu wa haki za binadamu ni habari ya, ya katiba mpya ambayo amesema iko kwenye irani ya CCM ya inayofuata 20 25 30, kwa kama watanzania wanataka ridhaa wanataka katiba mpya basi wakipe chama cha mapinduzi. Hiyo ni fursa ili iweze kutekeleza hiyo kiu yao ya muda mrefu. Asante sana, lakini pia nipo na Patrik uh, Kambarage. Hebu uh, tupitishe tu kwa mtazamo wako kwanza ambalo, uh, kwa mtazamo wako, bunge lenyewe la kumi na mbili ambalo limehitimishwa hii leo, kwa mtazamo wako nadhani ni bunge la aina gani ukilinganisha na mabunge mengine ambayo mekushuhudia? Lakini kwa ufupi sana tugusie kuhusiana na hotuba ya mheshimiwa rais. Asante sana mtangazaji, kwa kweli bunge la kumi na mbili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilikuwa bunge lenye heshima kubwa ambalo limekaa kwa muda wa miaka minne au mitano iliyopita, limeleta manufaa makubwa kwa nchi hii. Kwanza limepitisha bajeti nyingi ambazo zimeleta manufaa makubwa ambayo rais ameyasema. Manufaa yenyewe ni kama ametupitisha kwenye miradi iliyokuwa inafanyika katika nchi hii, kama bwao la Nyerere imeleta e, e, treni ya mwendokasi ime, amenunua ame, ame ndege ametengeneza e, kama daraja lililoko hapa Kigongo ametengeneza meli, mabarabara yametengenezwa kama alivyosema, kuna mabarabara ya Dar es Salaam, kuna yale mafrayova amekuja ametengeneza Eh, ring road ya Dodoma imetengenezeka. Kwa hiyo ameleta manufaa kwa, kwa, kwa, kwa Mwanza. tukibaki hapa Mwanza unadhani kwa namna gani amegusa maisha ya Mwanza kwa jumla? Kwanza kwa Mwanza hapa ametugusa sehemu kubwa sana, kwanza sisi kama wananchi wa Mwanza tulikuwa tuna shida ya maji, lakini ametutengenezea chanzo cha maji, tumekipata chanzo juzi amekitufungulia chanzo chetu cha maji pia tumefunguliwa daraja la kwenda Kigongo kwenda Sengerema Busisi, limefunguliwa lile daraja, linaleta nire, manufaa makubwa na uchumi utaongezeka katika jiji letu la Mwanza, na pia tunamshukuru kwamba kuna ahadi ya kututengenezea barabara. Asante sana, ni muda wetu umekimbia. Ni Patrick Kambarage ambaye a, ni moja kati ya wakazi wa jiji la Mwanza ambaye pia ametuambia yale ambao wana Mwanza wamenufaika nayo kupitia utekelezaji wa a, w, w, w, w, ya Rais Samia Suluhu Hassan. Na nakushukuru sana Innocent Alois kutoka hapo Mwanza. Tukitoka kwa Innocent, wacha tuelekee mkoani Mtwara ambapo uh, mwenzetu John Kasembe na mwenye tunaungana naye hivi sasa atupe pia mtazamo wa wananchi. Kasembe, karibu sana, unaweza kutujuza wananchi wanazungumza nini kuhusiana na hotuba hiyo ya kuhitimishwa kwa bunge? Asante sana. Ni baada ya kumsikiliza Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akihutubia bunge na kulihitimisha e, leo hii, kwa sasa nipo na baadhi ya wananchi na labda kwa kufahamu tu hawa ni wananchi waliopo E, mpakani mwa Lindi na Mtwara na hii ni eneo la Mnazi Mmoja. E, tuwasikilize maoni yao baada ya kusikiliza e, mheshimiwa rais akiutumia bunge. Braza, jina lako naitwa nani? hebu tuambie mtazamo wako na jinsi ambavyo umepokea hotuba ya rais. Mimi naitwa Ali Said Simba, ni mwenyeji wa Mnazi Mmoja, mkazi wa Mnazi Mmoja. nimesikia hotuba ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anavunja baraza leo nimesikia mambo mazuri ambayo amezungumza mheshimiwa rais na anayotegemea kuyafanya mheshimiwa rais. Kwanza nimpongeze yeye mheshimiwa rais kwa kipekee kwa kazi nzuri aliyoifanya kwa kuipigania Tanzania, kuleta maendeleo na mambo mbalimbali ikiwemo uboreshaji wa bandari, lakini utalii kupitia Royal Tour, lakini vile vile uboreshaji wa uvuvi kwenye mazao ya bahari na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini binafsi sisi wananchi wa mikoa ya kusini, hasa katika mkoa huu wa Lindi Tunamshukuru mama mwaka jana kwa kutuwezesha kupata bei nzuri ya korosho, lakini kupata bei nzuri ya wastani ya ufuta, lakini kutuletea kampuni ambazo zimepunguza wizi, kampuni ambazo zinatumia digital. Ni jambo zuri sana tunashukuru sana kwa mama kutupendelea wakulima wa mikoa ya kusini. Mheshimiwa Rais aendelee kututazama kwa jicho la la pili, wananchi wa mikoa wa ya kusini, kwa kutusaidia mambo mengine ambayo yamebaki kama changamoto katika mkoa wetu wa Lindi. Hivyo basi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, niishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nimwombe Mheshimiwa Rais kupitia serikali ya awamu ya saba ikiwezekana itazame barabara ya Kibiti Lindi kwani barabara ya Kibiti Lindi Mingoyo Mnazi Mmoja kwa sasa hali yake sio mzuri na ndio barabara tunayotegemea kufanya usafirishaji wa abiria, lakini usafirishaji wa mazao, mazao kupitia malori yetu kulingana na hali ilivyo ya barabara. Kwa hiyo tunamwomba mheshimiwa rais aitazame hii barabara, aipe kipaumbele ikiwezekana, barabara serikali ya awamu ya, ya saba basi barabara iweze kutengenezwa na iwe safi, iweze kupitika wakati wote bila matatizo yoyote. Asante. Asante sana. Karibu brasi. Asante sana. Kwa jina naitwa ndugu Fakii Ahmad Kambona, mimi ni mkazi waapa Mingoyo hapa kama unavyosikia, ni mji mkubwa, mji mdogo wa Lindi, mji manispaa ya Lindi. Kwa hiyo nimesikiza vizuri hotuba ya mama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimesikiza kwa makini kabisa toka ameanza mpaka amemaliza. Na leo hii tarehe ishirini na saba amevunja bunge, maanake sasa hivi hakuna mbunge. Kwa hiyo tunaomba katika kuelekea awamu yake ya saba, awamu hii ya saba tunamwomba Mama Samia Suluhu Hasani kwa uwezo wake, kwa elimu yake aliyokuwa nayo na nguvu alizokuwa nazo, kwa sababu yeye sisi tumemtegemea mama. Kwa kweli anaweza na ameamua na amefanya mambo mengi, hasa sana sisi wakazi wa Lindi tunashukuru. Kama alivyozungumza na mimi mzungumzaji aliyepita, awamu ya kwanza, amezungumza mambo mengi kuhusu mazao, lakini kilio chetu kikubwa ni barabara. Barabara ni kitu kikubwa sana Kibiti, Lindi, Mingoyo. Hapa tunapozungumza ni Mingoyo, barabara kwa kweli si mzuri, ikifika masika tunakuwa na wasiwasi wasi. na mazao mengi yanatoka kusini hususan korosho ni zao ambayo linategemea sasa hivi kwa uchumi wa Tanzania yetu, lakini, ma, ni zao ni madini ya kijani na vile vile sana, sana kwa kuzungumza na wananchi wa hapo Mtwara. Hivi sasa tugeukie uh, Dodoma ambapo hivi sasa tunaungana na Uh, Ahmad Ali kutujuza kile ambacho kinajiri kule bungeni Dodoma mubashara. Naam, kutoka hapo naam. Kwa hayo basi, tuweze kutazama kwa, uh, kwa yale ambayo pia ambayo yanajiri bungeni Dodoma, ambapo hivi sasa bado uh, Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan uh, yupo katika bunge hilo akiwa ni zoezi pia la picha ambalo linaendelea hivi sasa na muda huu sasa tuungane na uh, Paul Isili ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, muda huu aweze kutupa mtazamo wake juu ya hotuba ya rais uh, ya kuhitimisha shughuli za bunge hii leo. Karibu sana Paul Isili, uweze kutujuza wewe umeipokea vipi na ni yapi ambayo umeatazama katika hotuba hiyo. Asante uh, sana ndugu mtangazaji, binafsi hotuba ya raisi naichukulia kama muhtasari wa mambo yote yaliyofanyika katika miaka minne ambayo ameweza kukaa madarakani. Sasa hotuba yake hiyo, huu muhtasari, ina maana imegusa kila sekta ambayo e, bajeti ilipangwa na pesa kupelekwa, ongelea maji, ongelea umeme, ongelea hospitali uh, kwa maana ya afya, ongelea elimu, kila kitu. Kwa hiyo ni muhtasari wa mambo yote ambayo yamefanyika katika kipindi chake, na amejaribu kweli kutoa takwimu uh, uh, ambazo zitawafanya sasa, kwa mtazamo wako labda wa, waipokee sasa uh, kwa mtazamo wako uweze kutupa labda tathmini yako, kuelekea pia bunge lijalo. Baada ya uchaguzi, ni yapi ambayo unadhani yanapaswa kufanyiwa kazi zaidi, kutoka hatua ambayo imefikiwa hivi sasa, kutoka kwenye hotuba ambayo pia ume, umeweza kutazama. Uh, makubwa ya kufanyiwa uh, kazi katika bunge linalokuja ni kwanza, itategemea itate, itategemea kwamba bunge linalokuja ni la namna gani, la namna gani, kwa sababu bunge linalomaliza muda wake sasa hivi kwa kiasi kikubwa ni bunge la chama kimoja, kwa hiyo imekosa zaidi mawazo mbadala, lakini hata hivyo limeweza kutimiza majukumu yake na wajibu wake kwa miaka mitano ambayo inamalizika. Kwa hiyo miaka ijayo ni ni kuboresha zaidi pale ambapo hasa ma, malalamiko yamejitokeza. Ndio maana sasa, kwa, kwa huu muhtasari walaji ambao ni wananchi na wadau mbalimbali wataanza kutoa maoni kuanzia sasa hivi na kuendelea na kuendelea. Kwa hiyo, baada ya hayo maoni yatavyokuwa yanatolewa, inatoa picha sasa kwamba kumbe wakati ujao tunapaswa kufanya nini ili kurekebisha mapungufu ambayo yamejitokeza, na tuweze kuboresha zaidi utendaji wa bunge lao. Kwa yeah, hiyo itategemea tutapata bunge la aina gani ganiwa wakati unaokuja. Nakushukuru sana Paul Isilia ambaye ni mchambuzi wa masuala ya yes, siasa yes, ambaye tumezungumza naye akiwa studio zetu za Dodoma. Na, wakati hayo yakiwa yanaendelea kujili Chama cha Mapinduzi CCM, kimeshatoa ratiba ya uchukuaji na urejeshwaji wa fomu za kugombea uongozi katika vyombo vya dola ambao unaanza rasmi kesho. Ratiba hiyo inatoa masharti kwa wagombea kutoalika wapambe kumsindikiza kwenda kuchukua fomu za kugombea mgombea wake na inatoa pia marufuku kwa wanachama kusindikizwa na msafara wa magari, pikipiki, baiskeli pamoja na ngoma na matarumbeta. Tugeukia taarifa nyingine. Kampuni ya wahresa kupitia chapa yake maarufu ya Azam imeingia kwenye orodha ya bidhaa mia moja zinazopendwa zaidi barani Afrika na ikishika nafasi ya 26 katika orodha kwa mwaka 2025 ya Brand Africa mia moja, yani Africa best Brands. Orodha hiyo iliyozinduliwa hall jijini Addis Ababa Ethiopia kabla ya maadhimisho ya siku ya Afrika inaonesha mwelekeo mpya wa mapenzi ya watumiaji kwa bidhaa mbalimbali barani humo. Takwimu za mwaka huu zinaonyesha ongezeko la matumaini ya waafrika kwa bara lao ambapo asilimia 68 ya washiriki kutoka nchi 31 waliamini katika uwezo wa Afrika ikilinganishwa na asilimia 64 kwa mwaka 2024. Hata hivyo, uaminifu kwa bidhaa za Kiafrika umeshuka kwani ni, ni bidhaa 11 tu kati ya 100 moja zilikuwa za Kiafrika, kiwango cha chini zaidi tangu utafiti huu uanze mwaka 2011 211. Mwasisi wa Brand Africa Thebe Ikafeng alisema ni tahadhari kwa Afrika na imani ielekezwe, uh, kwenye kununua bidhaa za Kiafrika. Katika matokeo hayo, Nike iliendelea kushika nafasi ya kwanza kama bidhaa inayopendwa zaidi Afrika kwa mwaka wa nane mfululizo. MTN iliongoza kama bidhaa bora ya Kiafrika na iliyotambuliwa kwa mchango wake kijamii na kimazingira. Mbali na Azam ya Tanzania, bidhaa nyingine za Kiafrika zilizotajwa ni pamoja na MTN, Dangote, Ethiopian Airlines na Trade Kings kutoka Zambia. Utafiti huu unafanywa na Geopol kwa njia ya simu katika lugha nane barani Afrika, ukihusisha zaidi ya asilimia 85 ya watu na pato la bara zima, kwa kushirikiana na Kantar na mashirika ya kikanda bila udhamini, ili kuhakikisha uwazi. Na kampuni ya Azam Media kwa kushirikiana na kampuni ya Haya imezindua kampeni ya funga show na kuuza tv za inchi 32 na mteja kupewa zawadi ya kisimbuzi cha antena cha Azam TV bila malipo chenye kifurushi cha miezi miwili. Katika uzinduzi huo, meneja wa uhusiano na mawasiliano wa Azam Media Limited Christina Coroso na meneja wa biashara Haya Ibrahim Kiongozi wamesema kampeni hiyo kwa kiasi kikubwa itawanufaisha wananchi. Focus yake kubwa ni kuangalia kwamba kila familia inapata burudani ya kutosha, kwa sababu tunasema burudani kwa wote, ndio slogani yetu sisi. Kwa hiyo kwa kupatna na haya, ina inamaana kwamba tunachukua televisheni tunaipeleka kwenye nyumba au familia mbalimbali mbali za Azam na watanzania wanaweza kufurahia maudhui ya Azam TV. Mimi niwapongeze sana haya kwa jitihada hizi kubwa ambazo mmezifanya, na nimwahakikishie kila mtanzania kwamba kwa kila wakala wa Azam TV utaweza, ukifika pale utapata televisheni yako ya inchi 32, na, na utasaidiwa kwa ofa hizi zote ambazo zimetajwa: subscription ya miezi miwili pamoja na kisimbuzi cha antena bure kabisa. Funga show, jambo limekamilika. Tunamaanisha nini? Leo hii tunazindua bidhaa ya haya aina ya TV ya inchi 32 ambayo itakuwa inauzwa kwa shilingi laki tatu na hamsini utakuwa ukinunua hiyo kutoka kwenye maduka yetu na mawakala wetu wa haya na mawakala wa Azam nchi nzima, unaweza kupata king'amuzi cha Azam bure cha aina ya DTT na miezi miwili. Naye msimamizi wa mauzo kanda ya Pwani, Maulid Mataja, akabainisha maudhui yanayopatikana katika kifurushi hicho kwa kwenye ofa hii kutawawezesha kuenda kuangalia mechi ya fainali ya kombe la CRDB uh, shirikisho la CRDB, ambayo Yanga na Singida Black Stars, watakuwa wanacheza Jumapili hii, lakini vilevile vile mashindano ya vilabu dunia ambayo yanaendelea pia wataweza kuona kupitia kifurushi hicho, lakini bila kusahau tamthilia zetu nyingi kabisa. Kombolela nafanya vizuri, lakini wanafahamu, Ottoman pia inarudi. Kampeni hiyo itakayodumu kwa kipindi cha mwaka mmoja imelenga kuwawezesha wananchi kutazama huduma za vipindi mbalimbali mbali vinavyopatikana katika kisimbuzi cha Azam. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. Naam, muda huu tunarejea tena Dodoma bungeni, huko ambapo Ahmad Ali anazungumza na baadhi ya wabunge kutujuza na mtazamo wao pia kuhusiana na kuhitimishwa kwa shughuli sana, sana ahimidiwe kama ulivyosema. Uh, leo hii bunge la kumi na mbili limehitimishwa na Rais wa da, dakta da, da, da, uh, Samia Suluhu Hassan kwa kutoa hotuba ambayo imegusa maeneo mbalimbali, mafanikio aliyopata serikali ya awamu ya sita. Na hapa pembeni yangu nipo na wabunge ambao wamekuwa wakishiriki katika shughuli za bunge hili la kumi na mbili. Mheshimiwa Festo Sanga, mbunge wa Makete, uh, ulikuwa ni wakati gani kwako katika kipindi hiki cha bunge? Ah, ulikuwa ni wakati mzuri, ulikuwa ni wakati mzuri kwa sababu tumepata nafasi ya kuwasilisha matatizo na changamoto za wananchi wa Makete na zimetatuliwa, lakini kama kijana nimepata nafasi ya kuonyesha kile ambacho niko nacho ndani ya bunge ili kuendelea kujenga imani kwa vijana wengine ambao wanaaminiwa na, na serikali na vyama vyao. Kwa, ulikuwa ni wakati mzuri kwa sababu ilikuwa ni matamani yangu na ni ndoto zangu. Nimekuwa mbunge chuo cha Dar es Salaam, nimekuwa waziri wa serikali ya wanafunzi chuo cha Dar es Salaam, na hapa sasa kuwa mbunge hapa ilikuwa ni hatua yangu nyingine. Ninaamini kadri Mungu anazidi kutusaidia, tunarudi Makete kwenda kupambana, tuamini mwezi wa kumi na moja tutarejea, kwa hiyo ya kuendelea kukua zaidi kisiasa, lakini kuhakikisha kwamba tunapambania changamoto za wananchi ziweze kutatuliwa. Yeah. Na, na, na bunge hili kwa ujumla kwa, kwa kipindi hiki chote uh, kitu gani kikubwa hasa unajivunia uh, kwa shughuli zilizokuwa zikifanyika? Kwanza ninajivunia ni, ni kwamba kuna changamoto za wanamaketi zilizokuja nazo zimetatuliwa kwa kiwango kikubwa, ukizungumza barabara, ukizungumza maji, umeme, afya, imetatuliwa, lakini kwenye ngazi ya kitaifa kuna hoja ambazo tumeziwasishwa bungeni na zimetatuliwa, mathalan kama mbunge kijana niwasilisha hoja uh, ya kuomba Uh, no, faini ya bodaboda itoke 30 kuje 10000 na serikali kasikiliza. Lakini kama mdau wa michezo nimepambana kutoa kuongelea hoja ya kutoa kodi kwenye nyasi bandia, ili nchi yetu viwanja vingi viwe na nyasi, ilifanikiwa. Kama kijana nilizungumza mambo, kwa sababu ya muda nafahamu nayo mengi, mengi sana. Kwa hiyo <laughs> ni mbunge wa Makete, uh, kitupitisha katika mawili matatu kwenye mkutano uh, uh, bunge hili la 12, ninakushukuru sana Ahmad. Naam, ni mambo ambayo yanajiri huko bungeni wakati wa bunge wakiagaaga. Naam, tunakushukuru sana kwa kuona nasi kwenye Azam News ulikuwa na mhimitiolotu. Nami ni Mary Simba na Susan Mtui ametuongoza kwenye lugha ya alama. Tunakutakia usiku mwema na weekend njema.